Wapendwa wanataifa la Mungu, karibuni tena kwa mfurizo wa tafakari zetu ambazo tumekuwa tunawashirikisheni tafakari ya neno la Mungu, hasa zaidi siku za Jumapili na tafakari hii inalenga masomo ya dominika ya nne ya Kwaresma. Kwanza kabisa kabla ya yote nikupongeze e, kwa safari yako ya Kwaresma unayoendelea nayo mpaka sasa, ukiendelea kufunga kutoa sadaka e, kujitesa kwa namna moja au nyingine. Lengo kulikuwa ni kuitafutia roho yako wokovu. Ni kupongeze mpaka dakika hii ulipofikia, na bado safari ipo zipo zimebaki siku nyingine. Tupo takriban kama katikati ya safari hii ya Kwaresma, tuendelee ku e, tafakari hii Kwaresma, tuendelee na mashindano na, na magumu pengine tunayoyapata, lakini tukijua kwamba tutapata ushindi na cha pili ambacho ningependa kuanza nacho pia kabla ya masomo ni kwamba, kikawaida utamaduni wetu umekuwa kwamba dominika ya nne ya Kwaresma huwa inaitwa eh, dominika ya kufurahi au letare sande kwa Kilatini. Neno letare linamaanisha furaha, na natokana na maneno ya mwanzo wa wa wimbo wa kuingilia wa siku ya Dominika hii ya nne ya Kwaresma ambayo tunaikuta katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya sitini na sita aya ya kumi mpaka ya kumi na moja. E, antifona ya kuingia wimbo wa mwanzo inasema, furahi eh, Yerusalemu, na mkusanyike ninyi nyote mpendao furahi, kwa furahini, kwa furaha ni nyote mliokuwa na huzuni mpate kushangilia na kushibishwa kwa utamu wa faraja zake. Na masomo yote matatu ya Jumapili hii kabisa, utaona yana yana ile kabisa dhamira ya kufurahi. Kufurahi si kwamba tumemaliza kipindi cha Kwaresma? Hapana, bado tunaendelea, lakini yapo matumaini kwamba tunaendelea vizuri, tufurahi na ndiyo maana hata makanisani kwa siku kama ya leo, ala baadhi ya ala za muziki zinatumika. Hata mavazi ya mapadre inaruhusiwa kutumika rangi ya zambarau au ya pinki. Ya e, pinki ambayo ni mchanganyiko wa zambarau basi na nyeupe. Zambarau bado tunaendelea na kipindi cha Kwaresma cha toba, lakini na nyeupe ambayo ni kufurahi, kuvichanganya inaleta kama pinki ya aina fulani tunakuwa na mategemeo matarajio mazuri matumaini kama jubilei yetu hivyo ya matumaini hii ya mwaka 2025 sasa nikukaribishe kwa tafakari ya neno la Mungu nianze na somo la kwanza somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua sura ya tano 5 aya ya 9a Aya ya kumi mpaka ya kumi na mbili. Ni somo fupi, lakini kabla ya somo hili tupate mazingira kidogo. Waisraeli walikombolewa utumwani Misri, nadhani sote tukio hiyo tunalikumbuka. Safari yao ilidumu takribani miaka arobaini, lakini tunaambiwa walipokaribia nchi ya ahadi, kusoma katika kitabu cha Yoshua sura ya nne hata sura ya tatu na kuendelea. Kuna masimulizi mazuri sana, ndio maana nimeona nikuletee ujumbe huu ambao ni mzuri sana na unatafakarisha. Walipokaribia nchi ya ahadi, kabla ya kufika, walituma watu wa kwenda kufanya kama kuleta ujumbe, watu ambao eh, kwa lugha ya sasa sisi tutumie neno kama majasusi, lakini pengine halitakuwa neno zuri sana kwa lugha hii. Watu mnaoenda vitana, watu mlio maskara, watu mlio pita jeketi, mnafahamu, unapokuwa na adui yako au unaenda mahali una uhakika, unaweza kutuma watu wakwenda kufanya uchunguzi, eh ujasusu wa aina fulani. Kwa hivyo uko unakwenda kwa salama, majeshi yale yakoje. Watu wa usalama wanafahamu vizuri sana, wanajeshi mapolisi na kadhalika Walipowatuma kule kwenda nchi kule ya ahadi kule, waliporudi wakatoa taarifa kwamba bwana, nchi ile ni nzuri, na wakaleta baadhi hata ya matunda wakala wale watu, ila wakasema watu wa kule ni majitu makubwa sana kwa umbo, mpaka sisi tunaonekana yani kama, yani kama sisimizi. Kwa hiyo wakapata hofu sana wale wale watu wa Israeli waliokuwa wanatoka utumwani mpaka ukaanza kusema kwamba ah, kama ndivyo wengine turudi kule tulikotoka, wale watu tutawakabili. Hicho kitu kilimkasirisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akaamua kwamba watu wazima wote ambao wametoka kule Misri hakuna atakayeingia kule kwenye nchi ya hadi. Kwa hiyo akawafanya wazunguke hivi hivi, miaka ikapita mpaka wale watu wote wazima wakawa wamekufa na walipokufa sasa kile kizazi kipya kilichozaliwa ambacho kimsingi hakikutoka Misri ndiyo kikavuka kuelekea nchi ya hari. na wakaweka kituo chao cha kwanza sehemu inayoitwa Giligali, ni uwanda wa Yeriko ulio tambarare kuitokea nini. Tusikilize somo hili sasa, ndipo linapoanzia Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo Nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Giligali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya kumi na nne ya mwezi jioni, katika nchi tambarare za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi, siku hiyo hiyo ndipo ile mana ikakoma, siku ya pili yake baada ya wao kuyala mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanani mwaka huo. Neno la Bwana. Kwa hiyo, Waisraeli kwa mara ya kwanza kile kizazi kipya wakavuka, wakafika nchi ya hadi na walifanya mambo makubwa mawili. Kuna moja ambalo hapa halijaelezwa lakini la muhimu sana. Kwanza Mungu aliamuru kwamba wote watahiriwe. Na ukisoma katika maandiko matakatifu, Agano la Kale, kitabu cha Kutoka na kwanza kitabu cha Mwanzo, wakati Mwenyezi Mungu anaweka ahadi na Ibrahimu, alisema kizazi chako kitakuwa kikubwa kama nyota za mbinguni au mchanga wa ardhini. Na kati ya vitu vya kuthibitisha hagano hilo, eh, Mungu alisema nitakuwa mwaminifu na wewe sasa. Eh, eh, kizazi chako wanaume wote watatahiriwa, eh, kwa siku, baada ya siku nane kuzaliwa alikuwa anatahiriwa. Ndio maana hata Yesu mwenyewe, ukoo wote, watu wote Wayahudi walikuwa nafanya hivyo mpaka leo. Kumbe kwa kutahiriwa kwao ni tendo la kimwili linafanyika ni la kimwili, lakini vilevile ni tendo la kiroho. Si siku hizi wazazi wanaowapeleka watoto wao hospitalini labda kutairiwa kwa sababu za kiafya, ni kiafya tu, sio kitendo cha cha kiroho. Kwa Israeli, kilikuwa ni kitendo cha kimwili, lakini kikiashiria kitendo cha kiroho, sasa kuonesha kwamba ni kizazi kipya ambacho sasa kitabaki na zile ahadi Mwenyezi Mungu alizoweka na Ibrahimu kwamba ahadi hizo zinaendelea kwa sababu mwenyezi tayari Mwenyezi Mungu tayari alishalichagua na taifa teule kuona wao walitahiriwa, namba moja. Kwa hiyo kitendo hicho cha kiroho cha kukumbuka zile ahadi za Mwenyezi Mungu na kwa Ibrahimu, lakini kitu cha pili, wakaila Pasaka. Pasaka hii ni muhimu sana. Mwenyezi Mungu wakati wali, alipokuwa nawakomboa alisema kwamba mtakuwa kila mwezi husika siku ya kumi na nne mtakuwa mnaiadhimisha Pasaka. Pasaka wakiwa ikiwa ni kwamba ni kumbukumbu ya kukombolewa kwa, kwao kutoka utumwani Misri. Ndiyo maana hata leo Myahudi ambaye anashikilia Uyahudi wake vizuri, dini yake ya Kiyahudi, mpaka leo Pasaka inaendelea kufanyika kwa sasa kwa mara ya kwanza. Kwa kwa vile utumwani umo, jangwani humo, pengine hawakupata nafasi nzuri ya kuadhimisha Pasaka. Wanakula Pasaka, mikate isiyotiwa chachu, asaa eh, na basi wanakula pale na ile maana waliokuwa naipata jangwani, siku yake ya pili ikakoma. kwa shia kwamba sasa mnamiliki nchi mpya na mnakula mazao yake. Matukio oh, haya mawili kwangu mimi ni makubwa sana sanaggai ni sehemu ambayo ni ya kumbukumbu kumbu na ya kipekee sana. Fikiria wewe ulikuwa unasafiri miaka takriban 40 unaelekea nchi ya ahadi, labda wewe ni mkimbizi au umekuwa maisha ya shida. Sasa ni kama umeutua mzigo wote. Gilgali hapa ni mahali pa kumbukumbu kumbu sana. Kweli ilikuwa sherehe kubwa sana hiyo ya Pasaka, na ndiyo maana kwetu sisi mm? Gilgali ni kama mahali pa kumbukumbu kumbu ya uaminifu wa Mungu e. Gilgali ilikuwa mahali ambapo Waisraeli waliweka mawe kumi na mawili kama ukumbusho wa jinsi Mungu aliyowavusha mto Yordani kwa muujiza, waliyaweka hapo. Hii inatufundisha kuwa Kristo wanapaswa kukumbuka uaminifu wa Mungu katika maisha yao na kushukuru kwa matendo yake, kama tulivyosoma Zaburi ya mia moja na tatu aya ya pili, daima tuwe watu wa kushukuru eh. Wale Wayahudi walichukua mawe kumi na mawili kutoka mtoni Yordani na kawayaweka pale kama alama ya kumbukumbu kumbu. lakini kitu kingine ambacho nilikuwa na kitafakari ni hiki, hivyo nadhani uhale, eh, wale watu walienda kufanya utafiti juu ya nchi ya ahadi na wakao wamerudi na kutoa taarifa za hao watu wakubwa, wakaogopa watu, wakasema maramia turudi Misri, wakawa na hofu na Mungu akawapa adhabu wale wazee, kama nilivyogusia hapo mwanzo, wa kutangatanga wasingie nchi ya ahadi. Kitu hicho kimenigusa sana pia katika maisha yangu ya kiroho na maisha ya kawaida. Kwa nini wasiweze kukumbuka yale mengi makubwa Mwenyezi Mungu alivyowatendea, Mungu aliyowavusha Bahari ya Shamu, Mungu aliyewapa chakula siku zote hizo jangwani eh? Mungu aliyewatendea makuu, kwa nini waone Mungu huyo hataweza kuwakinga na kuwakabili hao watu ambao walionekana ni majitu makubwa? Hii nasema kitu kwa maisha yetu kama wanadamu. Unajua, wewe mwenyewe ukijitafakari, Mungu amekutendea mambo makubwa. Ndio maana tunapopatwa na magumu wakati mwingine sisi tunakata tamaa eh? hatulali usingizi wengine tunashindwa la kufanya, mpaka tunaenda kwa waganga wa kienyeji. Ukitafakari kweli tunamkosea sana Mwenyezi Mungu. Wewe kwa mfano ulipotungwa mimba kwa miezi tisa, huko ndani ya tumbo la mama yako, nani alikuwa anakupatia ulinzi? Unadhani mama yako ndiye alikuwa na nguvu zote za kupatia ulinzi? Au chukulia tunapolala usiku tunakuwa kama tumekufa, lakini tunashtukia tu tayari tumeamka asubuhi na na nakupatia huo ulinzi ni nani? Watu tunaugua tunaenda hospitalini, unadhani kwa asilimia mia moja wale waganga ndio wanatupatia uzima wetu kwa kututibu? Ni nguvu za Mwenyezi Mungu, mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu amekufanya amekufanyia, lakini hayo yote wakati mwingine tunayasahau. Kuna sisi pengine tusiwalaumu wale wa Israeli walioogopa kwamba nchi ya ahadi na majitu makubwa na Mungu akapiga adhabu na sisi wakati mwingine tunakumbwa na vitu hivyo hivyo. E, hebu tusiangalie upande mmoja ulio hasi. Wakati mwingine tuangalie chanya nyingi, ambazo vitu vivyo chanya Mwenyezi Mungu alivyotutendea, ambavyo vitatusaidia kusonga mbele. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu anaendelea kutufanyia mambo makubwa, na tuendelee kumshangilia, tuendelee kufurahi kumuinua, eh. Na yeye azidi kututakatifuza. Hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yetu. Kumbe hata kama unaendea magumu, kuna matatizo unapata, hebu angalia upande wa pili, Mwenyezi Mungu anaendelea kukutendea makuu yake makubwa sana. Lakini vile vile hapo Gilgali ni mahali pa kujitakasa na kuandaliwa kwa hatua mpya. Wale wa Israeli walijitakasa kabisa kwanza wakatairiwa, wakawa kizazi kipya kinachoweka ahadi mpya kwa Mwenyezi Mungu. Wameingia nchi ya ahadi, wanaanza maisha mapya e, wazazi wao katika safari ya miaka karibia 40 wako na tanga tanga na mateso humo njiani. Kwangu mimi Girigari kama maisha mapya, inatufundisha kitu kimoja kikubwa sana ambacho tutakiona katika somo la Injili. Unajua, sisi tunafanana na wale Wayahudi ambao walitangatanga humo tanga jangwani miaka 40. Hayo ndiyo maisha yetu ya dhambi, tunatenda dhambi, tunasimama, tunaanguka, tunamkosea Mwenyezi Mungu hapa na pale, kwa namna mbalimbali ambazo unazijua wewe na jinsi maisha yako unavyoishi. Tena usimfikirie mtu mwingine, jifikirie wewe mwenyewe, maisha yako mbele ya Mwenyezi Mungu miaka hiyo ya kuwa mkimbizi jangwani katika maisha ya dhambi unazomtendea Mwenyezi Mungu. Na sisi sasa tunavuka Yordani, tumeweka kituo kipya Girigal, tunatahiriwa, tunakula Pasaka. Yesu ametukomboa kwa damu yake ya thamani kubwa sana. Anza maisha mapya katika Bwana, na ndiyo maana ya kipindi cha toba cha kujitakasa. Ile Pasaka sasa, na wewe inabidi tayari wewe umeshavuka mto, mto Yordani huko pale Gilgal kwenye uwanda tambarare wa Yeriko na unafurahi. Na ndiyo maana ya jumapili hii ya ya nne ya Kwaresma ya kufurahi katika Bwana. Sasa tuone sasa hiki hii inavyojitokeza somo la injili na lenyewe lina dhamira ya kufurahi. Unaona wale Waisraeli wamevuka wamefurahi sana wamefika Gilgali. Na nami nikakukaribisha nikakwambia, kwamba maisha ya e, ya yako yote sasa ya yachane na yale yote ya nyuma, uwe kiumbe kipya, utahiriwe kiroho sasa na wewe, alafu fanya Pasaka ya Bwana. Na ndiyo maana kimsingi kila Jumapili ni Pasaka ndogo, tunakumbuka ukombozi wetu wa thamani kubwa, Yesu kumwaga damu yake. Sasa uone somo la injili ambapo wale watu mafarisayo wale e, e, eh, wa, na, na waandishi walivyonungunika baada ya kuona Yesu anakula na wenye dhambi. Yesu akatoa mfano mmoja mzuri sana simuliza ambao wote wote tunalifahamu la Luka sura ya kumi na tano eh, juu ya baba mwenye huruma. Yesu ametoa mfano mzuri sana, baba mwenye huruma, baba mwema, ambaye alikuwa na watoto wawili. Mdogo anadai urithi anapewa, lakini mkubwa anapata urithi wake mdogo anaenda natapanya mali yake katika maisha ambayo basi ni ya kufuja mali kwa anasa za kila aina. Baadaye maisha yanakuwa magumu, anaanza kulisha eh, nguruwe mifugo nguruwe kwenye shamba la baba mmoja, mtu mmoja, na mwajiri. Maisha yanapokuwa magumu, anarudi kwenye mstari na tunasikia mstari mmojawapo anasema, alipozingatia moyoni mwake yule kijana akalisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula nakusaza, na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sitahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa baba yake yule kijana. Aaae, nitafakarisha watu ambao kwa mfano kina babu wameacha familia zao watoto wao na wake zao, wako huko wanakula maisha pengine na michepuko eh, lakini upati raha hata yule mtu pengine unayokuwa nayo, unaona anakupa raha, na ni vitu vya muda sana. Kumbuka familia yako na wewe urudi nyumbani. Wale watu ambao tuko kwenye dimbwi la anasa eh, tunaona kwamba maisha ni mazuri sana, hayo mambo yanapita ni ya muda. Yule kijana maisha yalikuwa magumu, yakamkumbusha kurudi nyumbani. Wewe unaweza ukaona maisha ni mepesi na kula raha, lakini zipo siku na wewe utakuja kukamatwa na magumu sana. Kumbe subiri hiyo siku ya magumu, ndipo urudie familia yako, urudie watu wako, uliokuwa naishi nao, watu uliowaterekeza, mambo kama hayo. Rudi katika mstari, rudi njia panda, urudi nyumbani. Lakini katika simulizi hizi ambazo nitakuomba nisome ni simulizi moja nzuri sana refu kuanzia mstari wa 11 mpaka 32 kwa sura ya 15. Alifanya sherehe kubwa sana yule baba mwema kuona mtoto wake anarudi. Sherehe wakachinja ndama aliyenona akavipa mavazi mazuri, viatu vizuri na pete. Watu wafurahi. Ila yule kijana wake wa pili ilikuwa basi bahati mbaya. Yule baba alikuwa na watoto wawili lakini wote walikuwa wamepotea. Yule kijana wapira, nasema, wa pili anasema kwa nini sijawahi kufanyiwa haya? Na akamwambia njoo ufurahi na mdogo wako, hakuingia ndani. Alibaki huko na tueleze kwenye maandiko matakatifu kama baadaye alirudi au la. Baba huyo basi alikuwa na changamoto za watoto hao wawili lakini yule mdogo alirudi. Huyu wa pili alikataa kurudi. Pengine Yesu alitoa mfano huo kuonesha wale Wafarisayo na watoza ushuru ambao walikuwa wanajiona wao ni bora wanazishika sheria za Musa lakini wanamkosea Mwenyezi Mungu, hawako sahihi katika matendo yao na maisha yao. Nadhani bila shaka itakuwa iwatafakarisha huyu mtoto wa pili alikuwa na wakilisha wao, hata kutu wakilisha hata sisi, ambao tunajiona kwamba pengine tuko bora, wengine ni wabaya. Ndio maana ukienda hata jumuiya unasikia sijui fulani hapokei masakramenti, sijui fulani hayukoje, tunajiona kana kwamba tuko bora lakini kuna watu wanaweza kuwa wanaonekana hawako bora, lakini wanafanya matendo ma, mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Iwe nafasi ya kutufikirisha sisi, kutafakarisha na kwamba na sisi tusije tukadhani tumesimama, pengine tunaweza tukaanguka wakati wowote ule hmm. na kwamba sontee watu kidole kwamba ni wabaya, wakati na sisi maisha yetu sio mazuri. Kwa hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu, mapendo ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa furaha kubwa bwana yule kuona mtoto wake anarudi akamfanyia sherehe. Na ndio dhamira ya kufurahi. Kama nilivyosema, masomo ya leo yanatuongoza kwenye kufurahi. Huyu kijana aliyokuwa amepotea kwenda kula maisha kule, na aliporudi kwa baba yake ilikuwa kama Gilgali kula Pasaka. Eh, alifurahi sana kurudi kwa ndugu za Gilgali ile, na alikula Pasaka ya aina yake. Ndio maana narudia kutoa mwaliko tena, toba unayoifanya Rudi nyumbani kwa Mwenyezi Mungu uile pasaka na wewe kama pale Gilgal, ufurahi uruke na marafiki zako, waambie kwamba mimi na mimi nimekuwa. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, mimi nashikamana na kwa Mwenyezi Mungu, na hata usikwambie kwa maneno, mtu anaye kitangalia matendo yako na furaha yako nayo, kwa watakuwa huyu mtu wa Bwana, kwa ni mtumishi wa Bwana, kutoka kwenye utumwa wa Mungu na kusherehekea. Tufurahi katika Bwana uwe mwaliko wa kila mmoja wetu na wengine pia tuwasaidie waweze kurudi kwa watu. Unaweza ukawa umejitafakari, una swali ungependa kuuliza, unaweza ukawa na kitu unapenda kuchangia. Kwa wale mnaotumia YouTube weka swali lako hapo chini, weka maoni yako na mimi nitayajibu, tuweze kushirikishana. Lengo wote tuwe watu wapya, wote tujisikie tuko Gilgal pale kwenye uwanda wa Yeriko tunasherekea Mungu anakupenda sana. Tukaribie huo upendo wa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuombeana kwa safari ya kipindi cha Kwaresma kilichobaki na tuje kusherehekea Pasaka kubwa kabisa kabisa, e, pale Pasaka, ukombozi wetu utakapofika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi, kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. TMP Bookshop, tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa, TMP Bookshop, sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi. Kwa simu nambari sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa nne sita tano. Karibu TMP bookshop.